Hawezi awe kuniambia fadha sina nafasi inayosifanya atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza, na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo mm. sana -sa kwa -sa -sa. Kweli hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye Eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri, na hata kama nilimpa kazi ngumu, na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti e, eh, hata kama nilijua ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba mm. kwa mfano mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh. Mi naishi kwa hofu natafutwa, sijui ni wawe, sijui kitu gani, lakini father yeye ana, ana amani kabisa. Namtuma bwana, hebu nenda mjini. Bwana unajua mimi niko natafutwa bwana, hebu we nenda, sije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana nilifukuzwa hapa, tulihisi wewe ni wale wasiojulikana mm. Sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi eh, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi eh, kwa hivi Ee, baba padri nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu hmm. Hivi juzi alienda kumzika mama Jenista. Mimi niliruhusiwa kwenda, lakini nikashauriwa na watu usiende. Basi nikaache nikamwambia father, nenda sasa, nikamwambia